Namzamanji na huku serikali ikilenga kujenga maabara zaidi ya 2500 kwa mradi katika shule za upili kote nchini, mashirika ya kijamii pamoja na wafadhili wameombwa kujitokeza na kusaidia kufanikisha mpango huo. Hatua hii inalenga kuboresha mfumo wa CBC, ukibainika kuwa asilimia kubwa ya shule nchini hazina miundo msingi Uh, kamili ili ya kutekeleza mabadiliko ya mfumo huo. Wakiongea katika hafla ya kuzindua maabara ya sayansi ya kisasa iliyogharimu shilingi milioni kumi katika shule ya upili ya Makombeni eneo la Langobaya, kaunti ya Kilifi, washikada wao kutoka sekta elimu wamedokeza kuwa ni sharti shule iwe na miundo msingi bora ili isajiliwe. Saidia kwenu. That's the way to develop Africa. That's the way to develop Kenya. That's how to develop our villages. Ile system mpya ni mambo ya kutumia pathways. Pathways ni kumaanisha kila mwanafunzi anafanya kile kina yuko passionate nayo. So ni kumaanisha ni tuwe na labs mzuri, tuwe na environment mzuri ili vijana wetu wae watasoma kulingana na matazamio yote. Katika mtaala wa wakati huu ni kwamba it's silent based, eh? So wanafunzi wanatumia manipulation of the instruments kujifundisha wenyewe, so walimu sahi ni kuguide wanafunzi ili kwamba waweze kuwa bora katika hali ya masomo ya kisayansi.